Ya Mungu yatimie. Praise God. Bwana sifiwe wadau. Yesu alipokuwa akipita alimuona mtu mmoja kipofu tangu kuzaliwa. Basi wanafunzi wakamuuliza mwalimu, ni nani aliyetenda dhambi mtu huyu ama wazazi wake hata akazaliwa kipofu? Yesu akajibu, jambo hili alikutukia kwa sababu ya dhambi zake yeye wala dhambi za wazazi wake, ila alizaliwa kipofu ili nguvu ya Mungu ionekane ikifanya kazi ndani yake. Kukiwa bado mchana, yatupasa kuendelea kufanya kazi za yule aliyenituma, maana usiku unakuja, ambapo mtu hawezi kufanya kazi. Wakati ningali ulimwenguni, mimi ni mwanga wa ulimwengu. Baada ya kusema hayo, akatema mate chini, akafanyiza tope, akampaka machoni yule kipofu na kumwambia, nenda ukanawe katika bwawa la Siloamu. Maana ya jina hili ni aliyetumwa. Basi huyo kipofu akaenda akanawa, kisha akarudi akiwa anaona. Basi jirani zake na wale waliokuwa wanajua kwamba hapo awali alikuwa masikini muombaji wakasema, je, huyu siye yule masikini aliyekuwa akiketi na kuomba? Baadhi yao wakasema ndiye, wengine wakasema la, ila anafanana naye. Lakini huyo aliyekuwa kipofu akasema: ni mimi. Basi wakamuuliza: sasa macho yako yalipataje kufumbuliwa? Naye akawajibu: yule mtu aitwaye Yesu alifanyiza tope akanipaka machoni na kuniambia, nenda ukanawe katika bwawa la Siloamu. Basi mimi nikaenda nikanawa, nikapata kuona. Wakamuuliza: yeye yuko wapi? Naye akawajibu mimi sijui. Kisha wakampeleka huyo mtu aliyekuwa kipofu kwa Wafarisayo. Siku hiyo Yesu alipofanyiza tope na kumfungua macho huyo mtu, ilikuwa siku ya Sabato. Basi Wafarisayo wakamuuliza huyo mtu, umepataje kuona? Naye akawaambia, alinipaka tope machoni, nami nikanawa, na sasa naona. Baadhi ya Wafarisayo wakasema, mtu huyu hakutoka kwa Mungu maana hashiki sheria ya Sabato. Lakini wengine wakasema, mtu mwenye dhambi anawezaje kufanya ishara za namna hii? Kukawa na mafarakano kati yao. Wakamuuliza tena huyo mtu aliyekuwa kipofu, maadamu yeye amekufungua macho, wasemaje juu yake? Naye akawambia, yeye ni nabii. Viongozi wa Wayahudi hawakusadiki kwamba mtu huyo alikuwa hapo awali kipofu na sasa anaona, mpaka walipowaita wazazi wake. Basi wakawauliza hao wazazi, "Je," huyu ndiye mtoto wenu ambaye ninyi mwasema alizaliwa kipofu? sasa amepataje kuona? Wazazi wake wakajibu, tunajua kwamba huyu ni mtoto wetu na kwamba alizaliwa kipofu, lakini amepataje kuona hatujui, na wala hatumjui yule aliyemfungua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima Anaweza kujitetea mwenyewe. Wazazi wake walisema hivyo kwa sababu waliwaogopa viongozi wa Wayahudi, kwani viongozi hao walikuwa wamepatana ya kwamba mtu yeyote atakayekiri kwamba Yesu ni Masiha atafukuzwa nje ya sunagogi. Ndiyo maana hao wazazi walisema yeye ni mtu mzima, muulizeni. Basi wakamwita huyo mtu mara ya pili, wakamwambia, sema ukweli mbele ya Mungu sisi tunajua kwamba mtu huyu ni mwenye dhambi. Yeye akajibu, kama ni mwenye dhambi mimi sijui, lakini kitu kimoja najua, nilikuwa kipofu na sasa naona. Basi wakamuuliza alikufanyia nini? Alikufunguaje macho yako? Huyo mtu akawajibu, nimekwisha waambieni, nanyi hamkusikiliza. Kwa nini mwataka kusikia tena? Je, Ninyi pia mnataka kuwa wafuasi wake? Lakini wao wakamtukana wakisema, wewe ni mfuasi wake, sisi ni wafuasi wa Mose. Sisi tunajua kwamba Mungu alisema na Mose, lakini mtu huyu hatujui ametoka wapi. Naye akawajibu, hili ni jambo la kushangaza! Ninyi hamjui ametoka wapi, lakini amenifungua macho yangu. Tunajua kwamba Mungu hawasikilizi watu wenye dhambi ila humsikiliza yeyote mwenye kumcha na kutimiza mapenzi yake. Tangu mwanzo wa ulimwengu haijasikika kwamba mtu ameyafungua macho ya mtu aliyezaliwa kipofu. Kama mtu huyu hakutoka kwa Mungu, hangeweza kufanya chochote. Wao wakamjibu wewe, ulizaliwa na kulelewa katika dhambi, unawezaje kutufundisha sisi? Basi wakamfukuzia mbali.